Wananchi tusiwe wachoyo wa kutoa hata shukurani kwa kitu kizuri kinachofanywa na viongozi wetu hapa. Kwa upande wangu mimi, kwanza si mara ya kwanza kusimama hapa kukuuliza maswali, lakini leo mpaka nimekosa maswali ya kukuuliza. Nimesimama hapa tu kutoa shukulani za dhati kutoka moyoni mwangu, pengine kwa wananchi wenzangu pato ya halmashauri ni bilioni nne na milioni mia tano lakini sehemu kubwa ya wilaya yetu ni wakulima wa tumbaku ambao kwa wastani tunategemea bilioni mbili tokane na, na zao la tumbaku. Kwa hiyo utaona namna gani bilioni mbili tumbaku, milioni mia moja hamsini za mpunga kutoka Nyahua, milioni sitini za mazao mchanganyiko kutoka Tutuo, mahala ambako mimi ni diwani kwa hiyo ukizichanganya hizi zote kwenye kapu moja, tunapata muda wa kubagua kwamba sehemu fulani wapate vyumba vya madarasa, sehemu fulani wajengewe zahanati, na sehemu nyingine tuanzishe miradi ya kituo cha afya, kama ilivyo pale kata ya Igigwa. Tuna shughuli za miradi, serikali inajitoa kwa ajili ya kuleta huduma. Kwa hivyo, wananchi, tunaomba muweze kujitoa, kuendelea kushiriki lakini vilevile vile pia kuendelea kutunza miundombinu ambayo imejengwa na serikali. Lakini kitu cha pili ni kuhusu uboreshaji wa daftari la wapiga kula. Tutakuwa na zoezi hili kuanzia tarehe moja mpaka tarehe saba mwezi wa tano. Kwa hiyo kwa wananchi wote ambao hawakujiandikisha mwaka jana, mtakuwa na nafasi hiyo. Kwa hiyo tutakuwa na zoezi la kuandikisha wapiga kula wapya lakini wale ambao wamefika umri wa miaka kumi na nane lakini vilevile vile kutakuwa na kurekebisha taarifa ambazo zimekosewa kwa wale ambao waliandikisha lakini wakakosea taarifa zao, basi zoezi hili pia litahusisha kuboresha taarifa. Mimi jambo la kwanza nilokuja kufanya leo ni kuwashukuru kwa, kwa majitoleo yenu na kuwashukuru hata kuja kwenye mikutano yetu, kuwashukuru kwa maswali yenu ambayo maswali hayo ndio yametufanya mimi na mheshimiwa diwani na wafanyakazi wengine wa serikali tufanye kazi yetu kikamilifu. Pengine tungekosa ushirikiano wenu, inawezekana kabisa tusingefanya kazi kwa tija stahiki kama ambavyo tulifanya. Kwa mimi nawashukuru sana kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu, ndugu zangu wa Nyahua, ndugu zangu wa wamakinu pokeeni shukurani zetu za dhati, asante sana. Mmeshiriki miradi mingi ya elimu, kwa mfano hii shule yenu hii ya Makibo ndo shule kubwa kuliko zote katika tarafa tarajiwa ya Igigwa. Nikisema tarafa tarajiwa ya Igigwa, maanake unazungumzia kata za Pangale, kata ya Pombwe, kata ya Igigwa na kata ya Nyahua, hiyo ndo tarafa tarajiwa ya Igigwa. Hii ndio shule kubwa kuliko zote ina, wanafunzi wengi kuliko shule zote, ndio maana tunataka tu, tu, tu, tumeshaishauri serikali tayari walete madarasa matano kule Msonga ili kupunguza wanafunzi wa hapa wahamia wapi. Msonga wale walikuwa watakuwa karibu wanaotoka karibu karibu kule watapelekwa mara moja tu kule, pendekezo tumeshajipeleka, tukipata fedha za boost wakati wowote wa ile shule ya Msonga ghafla itakuwa ni shule nyingine mpya, kwa sababu hii shule ina sifa kuwa na wanafunzi wengi zaidi kwenye hii tarafa tarajiwa ya Igigo. Tuna kituo cha afya hapa, lakini bado hatujasahau kwamba kila kijiji kinahitaji kuwa na zahanati na nyinyi hapa mnatokea kuwa na zahanati. Mwenyekiti wa kijiji, kazi kwako ndugu yangu, endeleeni kujiorganize ili muwe na zahanati hapa. Kituo cha afya ni rufaa, mtu aende kwa zahanati ya karibu akipewa aki rufaa ndo aende kituo cha afya, akipewa rufaa kubwa ndo aende hospitali ya wilaya. Najua kituo cha afya kile bado akijaanza kufanya kazi sawasawa kinahitaji kipate shilingi milioni mia tatu za vifaa, ili vifaa vya shilingi milioni mia tatu ambayo tuliainisha tuli vikija pale, hiyo ndo itafanya ile kituo cha afya kifanye kazi kama kituo cha afya, lakini kwa sasa hivi pale bado hadhi ile ya kituo cha afya bado haijakamilika. sijui kama unanielewa hapo Eh. Yeah. Yeah. Nyinyi mliochaguliwa mwasaidie wananchi kwenye maeneo yenu, yeah, no. Muwatendee haki, si tunaelewa paka hapo Eh, maana yeah. E, kuna maeneo mengine mwenyekiti wa kijiji yeye yeah, hana mpango na wananchi mdo ameshaisha kuchaguliwa kwa yeye; yeye ni yeye na yeye ni yeye tu, hapana na kuna wengine wamediriki kusema mbali sana kwamba mimi nimeshakuwa mtu wa nini wa serikali. Sasa wewe wa serikali umetoka na chama gani? si Chama cha Mapinduzi? si ndio? Yeah. Sisi ndio tulikupeleka wapi kule, na tulipita hapa tulihamasishana kwamba nyinyi mliochaguliwa na viongozi ambao mmewakuta madarakani twendeni mkatusaidie kuwasaidia wananchi kwenye maeneo yao bila kubagua rangi au kabila. Maana kipindi kile tulipita sisi kama Chama cha Mapinduzi kukunadi, kukusemea, umeshinda. Sasa leo hii tulikuwa tunapita chama hiki kimoja, si ndio? Lakini ukishashinda wewe ni wa vyama kwa nini mbunge ni wa CCM tu? Si hata wa vyama vingine wanaenda kutoa shida kwa na anawasaidia? Kwa nini siseme mimi ni wa CCM tu? Iweje wewe mwenyekiti wa serikali ya kijiji na kitongoji, unasema mimi ni wa CCM. Na mimi sasa hivi nimeshakuwa wa serikali, kwa hiyo mimi na chama basi, sawa kama wewe na chama basi, miaka mingapi tuendelee tukawasaidia wananchi.